Mmoja kati ya vitu ambavyo vimemake headline huko mtandao ni bwana ni issue ya Harmonize Konde Boy kuonekana akiwa yupo kwenye, e, kwenye mazoezi mazito. Moja kati ya mazoezi ambayo ameonekana Harmonize akiyafanya ni mazoezi ambayo kiukweli amewafanya watu wengi sana washangae kuona kwamba Harmonize anafanya mazoezi kama askari. E, hii ni gym, by the way. Ameonekana akiwa yuko gym, akiwa amevaa bulletproof vesti, ambayo tunafahamu kabisa kwamba hizi vesti ni za military, ambazo ni nzito kweli kweli lakini pia vile vile, kitu kingine ukiachana na kuvaa bulletproof vest ambayo Harmonize alikuwa ameivaa wakati yuko katika hiyo treadmill, yani anakimbia hapo, lakini pia akaongezea tena na chuma kingine akiwa amekibeba begani kama bunduki umeona bwana hiyo eh? Haya ni mazoezi mazito ambayo Harmonize anayafanya, na inaeleweka kabisa kwamba huwezi leo, huwezi jua, huenda anajiandaa na show performance ambayo iko karibu yake, hivi ambayo anataka kuifanya labda hivi karibuni. Kwa hiyo hizi video zimeenda viral huko mtandaoni, na kuna baadhi ya page hapa zimekuja kuripoti kuhusiana na mazoezi hayo mazito ya kijeshi ambayo Harmonize anayafanya akiwa yuko